Leo nakuletea historia ya kale ya malaika waliozaa na binadamu na kuleta viumbe vya ajabu duniani. Kabla ya gharika ya Nuhu, kulikuwa na kundi la malaika walioteuliwa kuangalia dunia. Walijulikana kama watchers, walinzi kutoka mbinguni. Lakini baadhi yao walivutiwa na uzuri wa binti wa wanadamu. Kiongozi wao aliyeitwa Semjaza na pamoja na malaika wengine mia mbili walishuka kutoka mbinguni hadi juu ya milima ya dunia. Waliapa kwa pamoja kwamba wangefanya tendo hili kinyume cha amri ya Mungu, hata kama lingewagharimu milele. Wakaoa wanawake wa wanadamu, na kwa pamoja walizaa watoto wa ajabu, majitu yaliyoitwa Nephilim. Nephilim walikuwa wakubwa, wenye nguvu na waovu. Walitawala dunia kwa vurugu sana na uharibifu. Walikula kila kilichokuwa mbele yao, mimea, wanyama, hata wanadamu waliwala. Lakini dhambi haikuishia hapo. Malaika hao waliwafundisha wanadamu siri ambazo walikuwa hawapaswi kujua, kama kutengeneza silaha, uchawi, urembo wa kishetani na sayansi ya kuharibu. Hasira ya Mungu iliwaka. Akawaamuru malaika mkuu Gabriel na Uriel kushuka duniani kutia pingu wale malaika waliokosa na kuwafunga ndani ya giza hadi siku ya hukumu. Watoto wao wale mijitu Nephilim waliangamizwa katika gharika ya Nuhu. Lakini roho zao zilibaki duniani, zisizokuwa na mwili, zikitangatanga huku na huko. Zikawa mapepo, na tangu siku hizo ikawa ni vita kubwa kati ya nuru na giza katika mioyo ya wanadamu na katika ulimwengu usionekana kwa macho. Hiyo nimekuangazia historia kwa ufupi juu ya malaika hao waliozaa na binadamu na kuzaa viumbe wa ajabu duniani. Ulikuwa nami Dr. Kevin JN wa Akilify Media nikikupa maarifa ni kukupa historia zilizojificha kabisa. Usisahau kusubscribe, comment na kulike. Asante.